wamepita katika njia hizi hizi wamesoma katika shule za msingi wameenda masekondari wameenda mavyuo, lakini hawajaweza kulifanya ile ambayo amelifanya nyinyi. Kwa kweli Mungu atawalipa yes. Tulikuwa tunasema alikuja mwenyekiti hapa akasema tumefanya kitu kidogo ni yaani, mkuu wa idara akasemaje, hilo jambo mlilofanya ni kubwa, ni kubwa mno. Nyinyi hamwezi kujua kwa sababu gani. Kuna watu wenye hela zao ambao wamesoma, lakini hakuna mtu aliyethubutu kufanya kuisaidia serikali au kurudi pale alikopata elimu angalau ende akasaidie. Wako wengi lakini hawajafanya hivyo, lakini nyinyi ninaamini, kwa kwa ule uwezo wenu mdogo mlionao, sisemi kwamba mna hela nyingi, kwa sababu kutoa, wanasema ni moyo mm -hmm. Eh. mngeweza kufanya mkafanya mambo yenu mengine huko, lakini nimeona angalau kurudisha shukurani hapo ulipokuwa sasa hivi maana anajua mko katika sehemu mbalimbali, hapo ulipokuwa sasa hivi, asili yake au msingi wake mkubwa ni hapa. Ndio maana wanasema elimu ya msingi, ili uweze kwenda juu, uweze kutoka, lazima upate elimu ya msingi, na hapa ndipo mahali pakubwa sana, kuliko hata chuo kikuu, kuliko hata vyuo vingine ambavyo umeenda, kwa sababu wewe unatoka nyumbani, hujui kuandika wala kusoma, hujui hata kujifuta makamasi, yaani hujui lolote lakini hatimaye unapita shule ya msingi, unafundishwa kusoma, unafundishwa jinsi ya kuvaa, unafundishwa taratibu mbalimbali, matokeo yake baadaye unakuwa na maisha hayo ulionayo. Kwa kweli mimi nawashukuru mno, nawashukuru mno, na nitampelekea mkurugenzi salamu. Tunaomba muendelee, muendelee kuwa na moyo kama huu. Hiki kitu kilichokifanya si kikubwa, kwa sababu mazingira bora yanapo, mtoto anapokaa kwenye mazingira mazuri atasoma vizuri na mwalimu atafundisha vizuri. Hili darasa lilikuwa sio hivi, ni wenyewe mnalifahamu, si ndiyo? mm -hmm. lakini leo tunakuja tunakaa mahali pazuri namna hii, rangi. Hata mtoto akikaa anakuwa comfortable kusoma, mwalimu naye anakuwa comfortable kufundisha kwa sababu nini? Ni mahali pazuri <coughs> wanasema mazingira bora au mazingira mazuri yanaboresha elimu. Lakini kama mazingira mabaya, hata yule mtoto anayekaa pale kama kuna vumbi, hali ya darasa lenyewe baya kwa kweli hata kujifunza kwake au mwalimu kufundisha kwake utakuwa ni kugumu. Kwa kweli nawashukuru, kuna washukuru mno mno kwa hili mlioliamua. Mwenyekiti nadhani ulionana mkuu wa idara jani, kwa kweli alifurahi. Alifurahi mwanzo ulipoleta lile wazo kule kwetu, tuliona kama kama ni miujiza kwa sabu tujaisikia, yani nyinyi labda ni wapili kuna watu waliosoma bunge na wenyewe walienda kwenu walienda bunge, lakini tuna shule nyingi Dar es Salaam, watu wamepita hapo wengi, hatujasikia kitu kama hicho. Mimi nimeona kitu kidogo, lakini ni kitu kikubwa mno. Napongeze watoto waliosoma hapa kwa kujisikia hawana pesa, lakini akaona moyo wao, waangalie walipotoka, wamesoma shule goma, waangalie goma, inaitwaje wameanza. Mimi nilipoambia na mwalimu mkuu sikuamini

ndio ambao wameifanya hivi. Lakini mkosoma ukuta upande wa kulia ni kwa amna, na ukuta ni kwa ushirikiano uongozi wa walimu na wazazi. Lakini kipindi walipotangaza elimu bure ndio msuguano sasa, wazazi ni kama wametupa, wanaona kama wakiwa. Lakini nyinyi mmejisikia ni wazazi, nafikiri inawezekana miongoni mwenu watoto wanasoma hapa, kwa mwendelee na moyo mwende huo na wengine wavutike zaidi waige mfano huo. Nafikiria hata kuna waziri mmoja au naibu spika shule aliyesoma ambao mbea ameanzia shule aliyesoma msingi akaenda sekondari sekondari, lakini yeye mkasema hapana, tusianze sekondari kwenye elimu tusanseondari neu ambao kuongeza sana, na uongozi wa shule amepokea vizuri. Ningependa mwalimu mkuu kurudi hizo ziendelee, vijana wanaweza kutusaidia zaidi. Asanteni. Kiukweli, niliona watu wengi wanatumia hizi social media kwa ajili ya kutukanana, kwa ajili ya kuikashifu serikali pale inapokuwa imeteleza au imekosea. Mi nikaona kwamba unaweza kutumia social media kwa kufanya kitu kingine tofauti. Kwa niliamua kwa kusanya wenzangu ambao nilimaliza nao hapa shule ya msingi Ilala Boma na tukakubaliana nikaangalia changamoto ambazo zipo nikazikuta kweli nyingi, lakini tukachagua kufanya ukarabati wa madarasa. Kwa hiyo leo hapa tumekuja kukabidhi darasa ambalo tumelipaka rangi, tumetengeneza flo ya chini, ili wanafunzi wanaosoma hapa ambapo sisi tulipita wasome wakiwa na hali nzuri na mazingira na mazuri. Nawahamasisha wenzangu, kuna wengi ambao wamesoma Ilala Boma, akiwa misho mpoto, akiwepo gambo, wengi wamepita. Najua darasa halikunigharimu kiasi sana cha kufanya kusema eti mtu mwingine ashindwe. Tumetumia kiasi kidogo, lakini ambacho kimetuwezesha kuwafanya watoto wafarijike, walimu wafarijike, lakini pia kupendezesha mandhari ya shule yetu. Kwayo nawahamasisha tusitumie social media kwa ajili ya kugombana, tusitumie social media kwa ajili ya kudhalau yaani kudhalilishana bali tutumie social media kwa ajili ya kukusanyana na kuangalia jamii inahitaji nini. Si kila kitu serikali itafanya. Serikali inatutegemea na sisi tunaitegemea serikali, lakini zaidi ya yote sisi ndio serikali. Tufanye vile ambavyo tunavyoweza kuvifanya kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya vizazi ambavyo vipo hapa mahali, sababu watoto waliopo hapa leo hii si watoto wa Chadema, si watoto wa CCM, ni watoto wetu sisi, wanatoka majumbani ambao kesho na kesho kutwa watakuja kuwa na nafasi kama hii ambayo niko nayo mimi leo hapa. Mimi sikutegemea kama leo nitakuwa mtumishi wa lakini kwa sababu nilipita shule yenye walimu makini, shule ambayo ilikuwa inazingatia misingi ya heshima, kuheshimu watu, kuwa creative. Ndio maana wanaona wengi wanaopita hapa wana vitu tofauti tofauti, lakini kwa sisi kwa sababu tuia hapa, tukaona tuangalie hapa kwetu kwanza, alafu mambo mengine atafuata. Kwa hiyo kifupi, tunashukuru vizuri, tumeitikia vizuri na pia tunashukuru kwamba hili jambo limeonekana ni kubwa, japo sisi aa, hivi tunaahidi tu kwamba kama tutafanya jingine pia, ao sio kwa hili, ili mdogo kwa sisi unavyoona, japo zaidi, nazungumza na mwenyekiti wangu hapo kwamba kama kuna uwezekano basi tupige rangi shule nzima, ambayo ndio zitakofuata baada ya